Na moja katika athari zilizopokewa, baadhi ya ulama wanasema ni athari ya Umar ibn al-Khattab, inasema: alimu auladakum rimayata wasibahata, wafundisheni watoto wenu namna ya kuachia mikuki, yani kulenga shabaha. Wasibahata, wafundisheni watoto wenu namna ya kuogelea. Watu wanaweza wakafikiria haya mambo ni mambo ya kizungu, sijui mambo ya kimagharibi. Angalia, yanazungumzwa katika athari zetu za wema waliotangulia. Wafundisheni watoto namna ya kuoga, hususan nyinyi watu wa pwani, nyinyi watu wa visiwani pwani ni jirani yako, lakini ukidondoshwa kama nanga unakwenda mpaka chini, ukirudi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. At least watu wa pwani wao wanajua kuogelea. Mirza, mbona umebadilisha kipembe leo? Unajua kuogelea? wangapi katika sisi tunajua kuogelea? Ni muhimu watoto wa Kiislamu, watoto wa pwani, watoto wetu, wao wanajua kuogelea, kuachia mikuki. Unaweza ukasema ah, mbona hii ni mambo ya kizamani. Hata leo inatumika katika kuwinda, kusaka, hata katika mambo ya michezo. Ujawahi kuona katika michezo ya Olympic na vitu vinginevyo, wanafanya zile shabaha, kulenga na hata zipo bunduki za shabaha na vitu kama hivi, uwe ukakamavu, mtu awe anajua, ukitokea jambo lolote linahusiana na mambo ya shabaha, anajua wani. Wewe huendi katika jeshi, huendi katika polisi, huendi katika kuitumikia nchi yako, kunahitajia kule walenga shabaha, kunahitajia kule mashabshuta. Hivi vitu ni vitu ambavyo vimezungumzwa, lakini haviji hivi kama kuvuma upepo, vinaandaliwa So wazee wanatakiwa waandae watoto wao. Kama wewe unaenda baharini, chukue mtoto wako mdogo. Mi wanaona wazungu wanakichukua kitoto miaka miwili na kitupa kwenye swimming pool, na kinaogelea. Sisi tunabaki tunashangaa, ah, kitoto kidogo kinaogelea, mi babu zima ni. Kwa nini kuna umuhimu wake? Mwili huu nataka ukakamavu, jogging, walking, kuenda mbio, kuruka, uh, viunzi kurusha mikuki musara wrestling, hivyo vyote vitu ambavyo inatakiwa uvijue. Akija mtu hapa anamnyanyasa imamu wako, unamtupa mieleka, unampiga ngwara, nangu unamtetea, vitu hivi vinatakiwa.